Ambapo sasa amejiwekea maadui katika pembe zote za Tanzania, kwa hivyo hata hana uhuru wa kutembea. Mama Suluhu anatembea kama mkimbizi, maana hana uhuru wa kutembea katika nchi ya Tanzania, na maisha yake yamo hatarini, yamo hatarini. Na Mama Suluhu asipojisalimisha kwa amani, anaenda kuondolewa mamlakani na wananchi, na atakapotolewa mamlakani na wananchi, eh, huende ikawa ataondolewa eh, E, labda aondolewe kwa mtu wa bunduki ama aondolewe kupitia wa kifo, hmm. Maanake sasa Watanzania wamechoshwa na Mama Suluhu, wamechoshwa na na uongozi wa Mama Suluhu, so Tanzania, mjiandae kuomboleza kifo cha state funeral cha Mama Suluhu iwapo hataondoka mahali pale kwa usalama. Maana kama hataondoka kwa usalama, ninaona kuna hatari ya Tanzania kuomboleza kifo cha Mama Suluhu. Uh-huh. Na kuna wale ambao kuna kuna wale ambao ni Waislamu ambao wanasema kwamba Samia Suluhu yupo sawa. Kuna wale ambao pia ni wa Kikristo wanasema hayuko sawa, labda wadania ni kadi gani pale inachezwa nani? Eh, so, eh, mama Suluhu eh, kuna kitu ambacho amelete katika nchi ya Tanzania, na amelete ugawanyiko, amelete mgawanyiko kati ya Wakristo na Waislamu na unakuta kwamba Waislamu wengi wanasema tuko sawa, tuko sawa, kwa sababu wanaona kwamba mama Suluhu ni Muislamu. Na napoingia kama pale kama Mwislamu, naona kama nchi inawezekana, nchi ya Tanzania ikageuka ika nini, ikagawanywa kageuzwa kuwa Islamic State of Tanzania, na hiyo ndio lengo ambalo, oh, mama Suluhu sana anapigania kwamba nchi ya Tanzania iweze kubadilishwa kuwa kama Islamic State Najua kwamba hilo jambo litaleta umwagikaji wa damu katika nchi ya Tanzania na kuangalia kwa kwamba eh, Tanzania na bahari kubwa ya watu wa Tanzania ni Wakristo, Waislamu si wengi sana lakini mama Suluhu anataka kulazimisha nchi nchi ya Tanzania iwe Islamic State, eh, state. Ndio maana kwamba amechukua viongozi wote wa Kiislamu amewapatia mamlaka katika sehemu zote, sekta zote za ulinzi. Ndio nakuta kwamba amenyamaza kimya na wanaangalia mauaji akiendelea mahali pale, kwa sababu wakubwa wote akiangalia kwenye jeshi, wakubwa wote wengi na kubwa wakubwa ni watu kutoka katika nini, mrengo wa Uislamu. So Wakristo, Mkristo anapoinuka mahali pale ameshushwa cheo, na anaposhushwa cheo hata wengine wanawekwa gerezani. Kwa hivyo unapoangalia sana katika wale wafungwa wafungwa katika nchi ya Tanzania, wafungwa ambao wako wengi nambari kubwa ni Wakristo ambao wamewekwa wamejazwa katika jela za Tanzania. So kinachoendelea pale ni nile ni, ni mgawanyiko wa Wakristo na Waislamu. Utakuta hata maandamano mengi wanaofanya maandamano ni Wakristo na wanaopinga maandamano ni Waislamu mm. So Tanzania kuna vita ambavyo ni vita vya Wakristo na Waislamu na hapo ndo nasema kwamba mama Suluhu iwapo hata jiuzuru, Tanzania inaenda kuwa nchi ambayo umwagikaji wa damu utatokea kwa kiwango kikubwa sana. Tanzania umwagikaji wa damu utatokea kiwango kikubwa sana iwapo mama Suluhu hataweza ku step down. So jawabu la Tanzania ni mama Suluhu ku step down, na kama hasa hata step down umwagikaji wa damu utatokea vikubwa katika nchi ya Tanzania, lakini kitakachofuatiwa ni mama suluhu kung'olewa mamlakani e. Nimemwambia kwamba kung'olewa kwake kwa kwa kwa mamlakani, aidha anaweza ng'olewa na wanaishi ama atolewa pia katika mtundu wa bunduki, na hii itakuwa rahisi. Na hapo ninasema kwamba Tanzania watakuja kuomboleza kifo cha rais wa Tanzania, imejulikana kama nchi ambayo yenye amani utulivu na umoja na sasa hivi mambo imebadilika, na pia tumewasikia Watanzania wakisema kwamba wanahitaji mabadiliko ya kikatiba ambao wanasema wanaandamania kwa haki, wadhania kwamba kubalisha kwa katiba, maanake tunajua si kazi rahisi kutakuwa na maandamano ya amani ama ile tu vurugu itakuwa kabisa e, katika nchi ya Tanzania hakuja ha, hakuta, ha, kuwepo kwa muda mrefu kwamba mabadiliko mba, ya katiba hayaja kuwepo kwa muda mrefu katiba wanayotumia ni ile katiba ya kitambo ambayo ilitumika na enzi za mkoloni wakati wa uh, mtu anaitwa kwamba Julius Kambage Nyerere. Hiyo ndio kabila katiba ambayo ilikuwa ikitumika, na ni katiba ya kugandamiza Mtanzania na tla, Mtanzania wanataka mabadiliko ya katiba ifanyike kwamba wawe na demokrasi, kwa sababu nchi si zingine kama Kenya, Kenya, Kenya mtu kujiongea ako huru kujiongea kwa lolote, lakini Tanzania hakuna mtu aliyehuna uhuru wa kujiongea unapoongea na unachukuliwa na askari ma-popote ulipo alafu unaenda una nini, unaenda unauawa, ama unaenda unafunguliwa mashtaka ambayo si ya kweli, ambayo ni ya kudhulumu wananchi wa Tanzania. Hivyo katiba ya Tanzania inapaswa kubadilishwa na kubadilishwa kwa Tanzania, inabidi kwamba mama Suluhu airuhusu demokrasi katika nchi ya Kenya, nchi ya sorry, nchi ya Tanzania. Maana kinachoendelea pale ni dhuluma na ni dhuluma na ni ukoloni, maanake mama anapotawala pale anatawala aa, kama mkoloni anatawala kama dikiteta, ambayo hataki Tanzania watu wafunguke macho, hataki wa Tanzania watu waoe na uhuru ma, hivyo Watanzania wanapita katika hali ngumu na maandamano yale yatakapo kuwepo hayatakuwa ya amani, hayatakuwa ya amani hata kidogo. Maana maandamano yale, yale nilisema kangia ya mwanzo yatakuwepo na umwaikaji wa damu, na umwaikaji wa damu. Najua kwamba jambo la kwanza si kitu ambacho kinaleta amani katika nchi ya, ya nini, katika nchi yoyote hairuhusiwi umwaikaji wa damu, na nafikiri kwamba Jumuiya Madola pia inatazama nchi ya Tanzania na nchi zingine ambazo zilizo stawi ulimwenguni pia zina e, tazama nchi ya Kenya e, kuna AU pia inatazama nchi ya Kenya ya Tanzania na, e, kuna nchi zingine kama Umoja wa Mataifa, e, kule kuna Umoja wa Mataifa bado wanatazama, e, nchi ya Tanzania vile ambavyo wata ile hatua watakayochukua wakati huu wa maandamano. Kwa hivyo haitakuwa rahisi, haitakuwa rahisi, na kama mama Suluhu Eh, jinsi ambavyo Suluhu, jinsi ambavyo eh, jina lake linasema suluhu, alete suluhu katika nchi ya Tanzania. Maana asipolete suluhu katika nchi ya Tanzania basi utakuwa na balaa, eh, utakuwa na balaa balaa katika nchi ya Tanzania. Hivyo Mama Suluhu, kile kilichofikisha kwamba ni afungulie mateka wote ambao waliofungwa katika nchi ya Tanzania na aruhusu uchaguzi ufanywe upya eh, maanake hiyo tu ndio dawa ya Tanzania bila hivyo Tanzania haitakuwa ni nchi ya amani tena. Na unapoangalia jumuiya ya madola, kuna watu ambao tayari wameanza kuambia watu ambao wanaishi nchi za kigeni waanze kutoa watu wao katika nchi ya Tanzania. Na wakati ambapo watu wanatoka, watu wana mataifa mengine yanatoa watu wao katika nchi ya Tanzania, inamaanisha kwamba hata rasilimali nyingi za kutoka katika nchi nyingi zitafungwa. Kampuni nyingi ambazo ni za kutoka nchi za nje zitafungwa na zitakapofungwa, uchumi wa Tanzania utakuwa katika uh, hali ngumu sana. Watanzania watapitia hali ngumu sana, kwa sababu kampuni zinapofungwa na ndio zimeajiri Watanzania na mambo mengi ambayo eh, ya me, ya me, na mambo mengi ambayo yamebuniwa katika nchi ya Tanzania na, na katika nchi eh, tofauti tofauti nchi za madola ulimwenguni, nafikiri kwamba wanaenda kuondoa misaada yao katika nchi ya Tanzania na nchi ya Tanzania watapita katika hali ngumu, hata vile Salumu anajipiga kifua akisema hawa wanatusaidia na nini, wanatusaidia na nini. Hakuna nchi inaweza kujiweza peke yake bila kuhitaji msaada wa kutoka nje. So Mama Suluhu, kile wanachokifanya haki- ni kitu ambacho hakistahili kabisa katika ulimwengu mzima, ni jambo ambalo halikubaliki kabisa. Na sijui kama mshauri wake ni yupi pale katika nchi ya Tanzania. Na kama mshauri saa hizi ni Kikwete, nafikiri kwamba anampotosha mama wa mama Suluhu Hassan. Washauri wanaoshauri mama Suluhu Hassan wanampotosha kwa sasa kwa sababu watamwingiza katika shida na watakapomwingiza katika shida watamwacha katika shida, basi na yeye mwenyewe basi watabeba zile shida za Tanzania na zitamweka hatarini. Uh, tulimsikia Samia Suluhu akisema kwamba watu wa nje ndio wanaleta vurugu uh, kule Tanzania, lakini hatujapata mtu yote ambaye anatoka nje tofauti kwenda kuandamana kule labda kwa nini amejawa na hasira kama hiyo ambapo anazungumzia watu ambao wamekuwa wakisaidiana nchi kama Kenya? E, jambo la kwanza, e, watu katika nchi ya Kenya tunapoangalia katika Afrika Mashariki mashariki hata Afrika mzima, nafikiri kama kuna watu ambao wameona mbali na macho yao yamefunguliwa ya kuona mbali ni wa Kenya na watu ambao wanaweza wasaidia Watanzania kupata demokrasi ni wa Kenya, kwa sababu Kenya karibu kila mtu ana elimu, karibu kila mtu amefunguka macho. Na nasema kwamba Kenya asilimia kwa asilimia, asilimia tisini na tisa ya Kenya ni watu ambao wamefunguka macho na ni watu ambao wanajua demokrasi. Na Kile ambacho Mama Suluhu anaogopa ni wake, wa Tanzania kupata elimu kutoka katika nchi ya Kenya, kwa sababu Wakenya wanaweza labda kuwapatia nini, wanaweza kuwashauri wa Tanzania ama wawape mbinu ya kufanya maandamano katika nchi ya Tanzania eh, kwa sababu jambo la kwanza lapo angalia katika mambo hata ya dijitali Wakenya wako juu sana mambo yote hata ya vyombo hivi, hivi nini hivi ni vyombo vya habari wa Kenya. E, nafikiri kwamba katika utaalamu wameinuliwa juu sana, so Tanzania anaogopa kwamba Tanzania watu wasije wakafunguliwa macho wasije wakaerevushwa na Wakenya. Ndio tatizo kubwa la, Tanzan, la, la mama Suluhu. Kwa hivyo anaona furugu inayotokea kule, anaona kama ni kwamba labda hiyo furugu hao watu wamepata elimu kutoka nchi ya Kenya, na sasa ndio ana anapozungumza hivyo anawapa watu kutoka maeneo jirani uoga kwamba e, wasije wakazungumza lolote kuhusu nchi ya Tanzania ama wasije wakaingilia masuala ya Tanzania na kile kitu ambacho kiko ni kwa sababu Wakenya na Watanzania tuna tofauti, wale ni ndugu zetu, wanapodhulumiwa hata sisi tunasikia uchungu e, Tanzania wanapodhulumiwa hata wa Kenya wanaosikia uchungu ni majirani. Jambo la kwanza hata ukiwa na mke kwa wewe ukiwa na jirani yako na unakuta kwamba anadhulumu watoto utasikia uchungu sana ni kama watoto wako wanadhulumiwa. Kwa hiyo wana ule uchungu wa Tanzania hata sisi tunausikia. Tunausikia tukiwa katika nchi ya Kenya na hata sisi wa Kenya tumegadhafika sana. Kwamba wa kwa Kenya wanauliza wamempata Mama Suluhu hivi eh, sijui wangemfanya nini. Eh, kwa sababu jambo ambalo Mama Suluhu